Vifungo vya ukoo haya, tuangalie zohali ama Saturn kwa nyumba ya saba, yaani Saturn in Libra ama Saturn kwa Mizani. Vifungo ambavyo utakuwa navyo, utakuwa na vifungo vya ndoa a. Ina maana katika ukoo yenu ancestors wako a, walidhulumu watu sana ama waliogopa mahusiano ya ndani, so utakuwa na matatizo katika mambo na ndoa. Okay, tuangalie. Ukiwa na zohali kwa nyumba ya saba hizi ndio vifungo au changamoto utakavyokuwa navyo. Changamoto ya kwanza, utapata vikwamo au vifungo kutokana na masuala ya mapenzi. Uh, changamoto itakayokuwa ni uoga au anxiety kutokana na mahusiano au ndoa. Unaona ni kama kwamba ukiingia kwenye mapenzi yatakufungia mambo yako mengi au yatakukwamisha kimaisha. Uhum, au kwa wewe kujitegemea um, ama unajikuta unategemea wengine. Unaona utapelekea wewe kuachwa eh, au kusalitiwa. Pili, utakuwa na changamoto za amani ndani mwako na kwa wengine utajikuta una taka kuleta amani popote uendapo, hata kama itakukwaza kwa ulichofanyiwa utapata. Tokea utotoni mwako, ikiwa unajadili mambo, yaani tokea utotoni ukiwa, ulikuwa unaongelelea mambo ama unataka haki ifanyike kwako, ilikuwa ina uh, unakosolewa ama inaleta vurugu. So ikafanya nini? Ikaleta hayo uh, ukubwani ikaleta hiyo uh. Ukitaka kujiongelelea, wakati maybe mtu amekukosea ama amekufanyia kitu, unaona tu ukiongea italeta vita, na itakapoleta vita, kwa sababu totoni ulikuwa unazimwa. Wakati unajaribu kuleta hiyo usawa ama unaleta haki, una tatizo. Unaona tu hicho hiyo, trauma inaendelea kukukula sio kusema ama kuongea. Wakati unahisi kukwazwa, inakuwa ni matatizo kwako, na hawa ndio watu unapata vita. Mtu amemfanyia kibaya, anakwasika ndani, na akikwasika ndani, anafunga anafunga njia ya Mungu kupita, maana ukiwa umefunga ndani lazima the soul is blocked. So, ikiwa imeblokiwa wewe kuanza kufanya shughuli zako za maisha kila wakati unapata, unapata matatizo kwa sababu emotions zako ama hisia zako ndio zinafunga nafsi yako. Tatu, utakuwa na uoga wa kujiamulia jambo. Unaona, ukijiamulia jambo itaenda pasivyo au italeta matatizo hmm? Kingine utakuwa unapatana na wapenzi au unaingia kwenye mahusiano yenye vita, kutoelewana, au ugumu wa mapato, na hii itakuwa ni uh kwa sababu gani? Unapatana na, na narcissistic people ili waje wafungue hiyo milango ambayo umefunga wewe. So utakuwa unapatana na watu ambao wana matatizo matatizo kwenye ndoa ili wasawazishe an yani uwe, uweze kuweka sawa mambo yako kuhusu mahusiano, because kwa kuwa wewe kuweza kupata mahusiano ambayo yatatulia, lazima kila kitu kianze ndani mwako, lazima ujipende, ujitamini, ujielewe, ujifahamu. Tuangalie mafunzo ambayo yatakuwa uh, katika maisha yako ukiwa na zohali kwenye nyumba ya saba. Kwanza jaribu kuweka sawa ama kubalance kati yako wewe muda wako na wengine. Yaani leta usawa. Kingine utajifundisha kuwa mwenye, uh, kwenye vikundi au mahusiano na watu bila kujipoteza identity yako. Yaani ukiingia kwa watu, watu wasiku corrupt sana mpaka ukapata kujisahau vitu kama hivyo. Pia unafaa kujifundisha kuwa mahitaji yako ni muhimu tu kama vile ya wengine. Kwa hivyo jifundishe kujitanguliza kwanza. Hmm? Hao ndio watu unapata wana, wana people please, watu anajitoa sana kwa watu halafu anajisahau. Pili, jifundishe kuponya kidonda chako cha kutelekezwa te, ukiwa mdogo na kutosikizwa au kupewa haki yako. Unafaa kuvunja cycles ya kutotreatiwa sawa na wengine iliyomo katika jamii yako au kutowekwa sawa, kutoweka sawa mambo ya kimahusiano, uh, katika maisha yenu ama katika jamii yenu. Tatu, utajifundisha kuchagua mapenzi na moyo, bali si muonekano tu au uoga wa kukaa pweke. Mhm, jinsi ya kufungua: jifundishe kujitanguliza kwanza kabla ya chochote, na ukumbuke kuleta usawa kwako wewe na wengine, na ujifundishe kusema hapana kwa wakati ufaao. Si kila kitu ukubaliane nayo. Pia ujifundishe kuweka mipaka kati yako na wenzako. Kingine, jifundishe kuongea unapokosewa. Usiwe tu wa kunyamaza kwa ajili unaona ukiongea utaleta vita. Kumbuka, amani inakuja wakati unakuwa mwazi na kuzungumza. Kingine, fanya maamuzi hata kama haitakwenda vyema, lakini kutokea hapo utajua ni vipi utaweka mambo sawa. Kubali matokeo ya maamuzi yako maana kupitia hiyo inakufundisha kukua. Kingine, jifundishe kupenda, kujijali na kujithamini na pia ujifundishe kujitegemea. Tafuta njia itakayoleta fedha kwako kupitia hobi zako au vipawa vyako au kazi zozote ili ndani mwako ujihisi salama na amani. Yani ukuwe na self dependence, si kudipendia watu alafu unaanza kutatiza wenzako. Kingine na uh, ukitaka kuepesisha vifungo hivi vyako jifundishe kusaidia wa, wa, wale walio katika hali za chini au watu wazee. Hiyo ni zohali kwa nyumba ya saba, yani Saturn in Libra.